Baadhi ya wanasiasa wa chama cha ODM kutoka kaunti ya Garissa wamewahimiza viongozi wakuu wa chama hicho kuwahusisha wenzao wenye maoni tofauti ili kuepuka mpasuko unaokodolea macho chama hicho. Akizungumza katika eneo la Hagadera, mbunge wa eneo hilo Mohamed Abdikadir amesema maadhimisho ya miaka ishirini ya chama hicho yanapasa kutumika kuimarisha chama na sio kukisambaratisha. Alisisitiza kuwa chama cha ODM kitasalia kwenye mpangilio wa broad-based hadi mwaka 2027.

Ningependa kusema kwamba members we are there to stay in the government, we are there to do what is right for our party, what is right for Kenya our members kampeni ya kinyanganyiro